Kuna kanisa moja ambalo nilikwenda kufanya semina fulani ya ujasiriamali pale, na nikauliza swali kwamba, je, kwani lazima wote tuwe matajiri? Na huyo mtu akanipa fungu kwamba maskini hawatakoma, yaani yeye akajiweka upande wa maskini moja kwa moja. Na sikia nikuambia nilivyomjibu. Nikamwambia kwamba sio lazima wote tuwe matajiri, sio lazima wote tuwe na hela nyingi, tumiliki vitu vingi. Hapana, inawezekana wewe hapo ukabakia na umaskini wako na mbinguni ukaenda, Mungu hana shida kabisa, lakini umaskini utakunyoosha. Utakuwa na shida, utakuwa na wanao wanafukuzwa ada, utakuwa nafukuzwa kodi, hautaishi kwenye gari ya ndoto yako, utapanda daladala mpaka maisha mpaka unakufa, na utawarithisha watoto wako na vijukuu vyako. Kwa hiyo sio lazima tuwe wote matajiri. We kama umeamua kuwa maskini, aamua kuwa maskini, hakuna atakaye kuingilia kwenye umaskini wako, lakini usiingilie na sisi kwenye nini? Kwenye utajiri wetu. Mmenielewa vizuri eh? Millionaire Mentor Mr. Joseph Bilondo Ndobandola hapa. Chaguzi zako ndio zinakuweka wewe ulipo, tabia zako zinakuweka wewe pale ulipo. Karibu sana, share, like, comment.